Ni kwenye mkutano uliowaleta pamoja zaidi ya wajane elfu mbili huko Nyeri. Aliso. Waziri wa Jinsia Hanna Cheptumo akitaka kanisa, jamii na serikali kutafuta njia mbadala ya kutatua mizozo ya kifamilia kwa amani. Hii mambo ya gender based violence ilitoka wapi? Wa Familia tulipoteza siku gani? Ikiwa familia kuna baba kuna mama na kuna watoto, hii uvumilivu ambaye ilikuwa zamani ilienda wapi? Hiyo ni ile conversation lazima tukue naye. Vile pia alisema tulipoteza wapi maadili ya familia ha? Mafundisho lazima tushikane kama serikali kama kanisa kama viongozi, na kusema we we must go back to where we were. We must bring back the family to where it used to be. Na heshima irudi katika familia. Takwimu zikionyesha kuwa asilimia 34 ya wanawake wamepitia ukatili wa kijinsia wakiwa na umri mdogo huku kesi zingine zikikosa kuripotiwa. Ongeza katika hii, eh, 8 million, wameongeza another 50, 54, ni 58, 58 plus me 59 na wengine. Kwa hivyo, lazima dunia mzima ikaona e, ya kwamba lazima kukue na siku kama hii ambayo sisi kama wamama tunajiongelesha tukasema, wakati uliingia katika hiyo ndoa it was a contract. Mi pia ni wakili, it was a contract of marriage ambayo unasema nitakaa mpaka wakati hii mpaka kifo kitutenganishe. Kwa hivyo kifo ikikuja iko makosa kweli? Si ni mambo ya, ya Mungu, lakini ikikuja ikusema ati sasa ujitukate tamaa. Kamishna wa kaunti ya Nyeri Ronald Mwiwawi akielezea baadhi ya hatua za haraka ambazo kaunti imechukua kukabiliana na maovu hayo, huku wakipanga kuandaa mikutano ya mifululizo ili kujua kiini cha misingi ya uovu katika jamii. tunalea watoto wetu through toxic exposure. Through toxic publicity. Huyu mtoto ambaye me, ameanza kujua maneno leo akiwa miaka mitano akiangalia runinga, anaona vita. Huyo mtoto tunamwambia nini? Huyo mtoto tunamwambia nini? Mbunge wa Nyeri Duncan Madhenge, vilevile akitoa wito kwa mahakama za Kangaroo kufutwa mara moja, kwani alibaini kuwa zinawanyima haki waathiriwa wa ukatili wa kijinsia, akiwataka wanaume kuzingatia maadili yao. Kesi za mtoto kushikwa ati kwa sababu ni katika familia hiyo, tumekataa sababu mtoto alichikwa na anko yake ama na kazini yake. Huyo ni mtoto pewe, nafasi ya kukua kama mtoto, afikishe umri wa kujiamulia, lakini hiyo jukumu ya sisi kuchukua, yani hiyo tumekataa <tabuja>